Leo kanisani tumefanya usafi, watu wanne tu yaani, hapa mwili wote unauma. Na tangazo lote nilitoa kwenye jumuiya, wamekuja watu wanne, yaani watu wanne, lakini majina simeandika ndio. Yaani jumuiya yetu mtakatifu Agustino Agostino, kiukweli nimeshanichosha Yaani nitawanyoosha. Naomba upo kwenye jumuiya hiyo siku <coughs> lakini nguo umeshanika <mkwame>, <coughs> karibu kidogo <coughs> Mkuu, vipi? Mbona leo nyumbani kwangu? Kwema, ndo kuja kukutembelea. Ah, ili kwa ina hata haja y kuja kunitembelea, mi ningekufuta kwenye biashara zako tukazungumza tu. Ndo nifunga mapema nika nikasema i kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie kuhusu Msamba, inavyosemekana na inavyoonekana kuwa Msamba ana migogoro kwenye ndoa yake. Mambo ya Msamba usiingilie, yaani usiingilie familia ya mtu. Paa kufanya sisi ni kujadili mipango mikakati madhubuti kwa ajili ya jambo letu. Faa mikakati ni kufanikisha elfu kumi tunaipata, hilo ndio la umuhimu mkuu. Ila ulichonifurahisha na ulichokonga moyo wangu nilivyomuona dada Msiwa kwenye jumuiya. Nikajua jambo letu limeisha na limenyoka hivi. Bwana, najua mimi katika majambo yangu sijawahi ya kufeli kabisa, na nimemleta mziwa ili aje aongeze so, nguvu wai ile moja, ile moja nikufanikisha elfu kumi ni tunaipata mimi mm, nimepita na ni wakati kwangu t

Chengo mbona, unyu? Sijali jambo linaenda kama li. Lakini Chengo, kuna kitu nataka nikwambie. Natanguliza samani sana kwa maneno ambayo niliongea wiki iliyopita. Mi ni mtu mzima na anakosea pia, maana toka niongee vile aujija tena katika ofisi yangu naomba unisamehe Chengo, kwa maneno ya siku ile ambayo nilikokwana. Usijali. Kila jambo linaenda kama. Basi sawa, nashukuru kama utakuwa umenisamehe. Vipi nikakuletea mzigo mwingine ukimaliza? Unajua, unajuai labda ndio ya mwisho Amna

eni mwanaangu mwanani uko peke yake. E, jamani! E, jamani, misimu yangu jamani, nawategemea jamani, misimu yangu, mwanangu anapata shida jamani, mwanaangu anaumwa e, mtoto wenyewe yuko peke yake, sina mwingine mimi. Naomba kwa msada wenu, nina imani misimu yangu mtanisaidia jamani, mwanangu anateseka sina pa mizimu si yako jamani, hey jamani, kukimbilia mimi. Ah, jamani mwanangu mm. Hey, hey. Usipo na wasiwasi babangu, sawa so, Mungu atakusaidia utapona. Uh, umesikia? Hey, utapona kwa uwezo wao. nadhani mizimu imetusikia

Usijgomba kadi tu, mimi naona itakuwa uchovu. Maana kuna jirani yangu jana, jira hapa, alikuwa anahama uko, tunahamisha hamisha sana. Unajua sisi watoto wa kiume, sisi tukifanya sana kazi nyonga hata kwenye nani, ndo maana mimi kesho, si upo kesho? Kesho njoo utanikuta mimi fresh, yani leo uchovu. Na hizi nguo hizi nataka nizipeke hadi pale. Isingizio eh, mwili mkubwa, kazi ya mno, maneno mengi, kuna baba unavyolalamika sasa. Kazi kazi ipo, kazi io, ndo maana nakwambia uchovu, yani uchovu sana Hivi yule dobi pale alifunga, nataka nipeleke hizo nguo kwa. Mimi hapa <laughs> nimekuja kusafisha chumba mimi? Nimekuja hapa kwa ajili ya mechi, sio kusafisha chumba. Maneno mengi mi siyataki. Mimi nataka niutumie mwili huo. Eh, kutumia? Utautumia kutumia kutumia tu huu mwili wako huu. <laughs> mwili wako hapa, muda wote. Wewe njoo. <laughs> Kweli mtu usione pagara kubwa ndani halina kitu. Kitu upunguzege basi na ukali wa maneno kuona mtu msumbufu, kumbe mtu mwenyewe maajabu. Una sifuri sifuri, jasho linakutoka, mtoto akimwe anatetemeka. Hali hii feni feni mbovu afu mndani na kwa joto kwa kipindi unaniita. Alikuwa anataka fanye twende gesti hapo chovu tu

Pombe au maja mtaoni, kuna shida gani Chengo? Mbona sasa unaongea maneno haya ambayo sio mazuri. Watu wanasikia. Unaharibia biashara. Mbona pombe nimepika vizuri. Kuna Kuna shida gani pombe? Mbwa. Mbwa mbwa. Mbwa wale watu X wao zako kwa. Tena, Kuna pombe nzuri tu.

Wewe usikufanya mimi vile. Nafaruliwa kwa sababu yako, kweli? Kwa hiyo una unavyoongea. Sio kwani mbaya. Wewe sana unataka kujifanya kujua kuongea. Endelea kuongea.

usaliti ninampenda kumbe. A mm -hmm. Unasemaje? Unataka kujisaidia, kujisaidia? haya hmm? hmm. Yote umeyatafuta wewe mwenyewe unanielewa, mwanayi eh? vitu utaki kwa nini mimi mama yako nimelisi kutoka kwa wazazi wangu, wewe utaki kufuatilia mila na desturi na desturi, na ndio maana unapata adhabu hii hmm? kwa nini watoto siku hizi nimekuwa bishi? Sasa haya mapambano yako unaopambana nayo, pambana nayo mwenye, usinisumbue sawa mama. Mama hapa ndo na, usinichoshe, nishakwambia